Akizungumza wakati akizindua kambi ya mafunzo ya ukuzaji stadi za ujasiriamali na ujuzi wa ndani katika uchumi wa buluu kwa vikundi kumi na mbili vya wanawake na vijana kutoka Tanga na Pemba Jumapili, Juni 15, elfu mbili na ishirini na tano, mkuu huyo wa mkoa amesema wakulima mazao ya bahari wanatakiwa kunufaika na kilimo hicho. Kilimo cha mwani hapa Tanga kimeshamiri mpaka sasa tumefikia tani 3000 ya jumla ya shilingi bilioni sita lakini bado tuna changamoto ya soko ya uhakika, changamoto ya vifaa na mikataba ambayo hao wenzetu wanaoingia mkataba hawaheshimu mikataba ile, na hivyo basi wanategemea waje wanunue, lakini vifaa hawatoi. Kwa hivyo mkulima wa mwani analima katika hali dhaifu lakini wakati wa kuuza pia anauza katika bei dhaifu. Kiongozi wa mradi wa ReSea unaosimamia mafunzo hayo, Perpetua Angima amesema lengo lao ni kuwajengea wanawake na vijana ujuzi wa ndani na ujasiriamali kama panga mpango biashara, kufanya tathmini ya kimkakati ya kibiashara, maandalizi ya uwekezaji na masoko kwa mazao ya bahari. Kiuchumi ni ya kuendeleza uh, wanawake na, na vijana the youth uh, waweze ku, ku kujimudu katika biashara ya uchumi wa buluu na pia waweze kuwa na na skills za kutumia kwenye kwenye, kwenye hii uh, biashara yao kama entrepreneurial skills zenye zenye zitawasaidia kujimudu katika biashara. So kama ReSea project tumekuja, tumeunganisha vikundi nyingi. Uh, hapa Tanzania tuko na vikundi kumi na mbili. Mwakilishi wa Umoja wa Kimataifa wa Kulinda Uasili, Dr. Elinasi Monga amesema changamoto waliobaini wa wanawake na vijana wao katika sekta hiyo ni ukosefu wa stadi za kupanga na kuendesha biashara. Vitu mbalimbali zinaonyesha kuwa wananchi wengi hawanufaiki ipasavyo na rasilimali za asili. Na sababu kubwa ni kwamba wananchi wengi hutumia rasilimali hizi za asili kwa matumizi ya kawaida pekee. Kama chakula na kama hivyo madawa na, maivyo, na kama hivyo na sio kama fursa ya kibiashara. Hali hii inachangiwa na ukosefu wa maarifa ya ujasiriamali pamoja na, pamoja na mitaji kwa wananchi wengi. Namna ambavyo wanainteracti na bahari lakini na maeneo ya asili ni kwa ajili ya kujipatia chakula. Saada Salehe Ali kutoka wilaya ya Wete Pemba na Mohamedi Zuberi wa wilaya ya Mkinga mkoani Tanga wamesema wanatarajia kupata manufaa zaidi baada ya mafunzo hayo. Mwamko wa zamani, lakini pia na wasasa katika masuala haya ya uzalishaji wa mazao ya bahari, tulikuwa wanawake tupo nyuma, lakini baada ya kupatiwa mafunzo na, na mashirika mbalimbali na, na, na, na serikali kwa ujumla tumeweza kuimarika lakini pia kuja juu na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Hali ilikuwa ni mbaya, kwa sababu cha kwanza kwenye bei za bidhaa zetu kama mwani, tulikuwa tunapangiwa sana na wale ambao wanaona kuja. Kwa hiyo wanaposema bei ni shilingi elfu moja, hawaangalii sisi tumezalisha kwa kiasi gani pa kuipata hiyo kile elfu moja kwao, kipindi ambacho tulikuwa kwenye hali ambayo ni ngumu. Hauna namna mwani upo, una pa kupeleka bidhaa tuuze kwa bei ambayo ni hafifu. Lakini kutokana na mafunzo tumeanza kupata uelewa kwamba sisi ndio tuna haki ya kutaja bei kutokana na namna tulivyozalisha. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.